Aliyoyajamia na yanayokwenda. Pili ni mshukuru Mheshimiwa Rais e, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wapuniteua, kwa kuniteua kwa mkuu wa mkoa mkuu wa Kagera, namshukuru sana, sana sana, kwa sababu kabla ya hapo mimi nilikuwa ni mtumishi wa Jeshi la Wananchi Tanzania. Kwa hiyo kazi kubwa ilikuwa ni msituni huko <laughs> <laughs> lakini ametuteua basi nije huku angalau nishirikiane na Wanakagera katika kutekeleza azma na kufikia malengo ya nchi. E, kingine kikubwa zaidi tu, labda mimi niseme, kwanza kabisa nashukuru au natambua uwepo wa viongozi wote mlioko hapa, sababu siwezi kuwataja mmoja mmoja, lakini natambua kwa uwepo wenu. Pili mimi niseme tu kwamba nimeyasikia hayo ndiyo yaeleza, nimeyanoti. Kwa upande wangu mimi sina maneno mengi sana, mimi binafsi niko tayari kushirikiana na uongozi wa chama na maeneo yoyote yale katika lengo kufanikisha yale azma ya mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mimi niko tayari kushirikiana nanyi kwa changamoto kama alizoainisha ndugu yangu hapo basi, zitabebwa na midamu. Mimi niko hapa, niko tayari kuhakikisha kwamba kuna fast track ili wananchi basi wapate hayo ii naokusudiwa, hayo ioo. Lakini kubwa, niko tayari kushirikiana na mkoa na uongozi wa chama tekeleza rehu majukumu amaelekeza Mheshimiwa Rais na ya chama. Kwa hiyo hmm, kwa ufupi huo tu. Haya, mengineo tutaendelea kujua zaidi, lakini mimi niishie hapo. Niwashukuru sana viongozi wa mkoa, kwanza kwa mapokezi yenu haya, na mimi niko tayari kushirikiana nanyi. Asanteni sana.